Ee Mungu Mwenyezi, Baba wa haki na rehema, tunakuja mbele zako tukiwa na mioyo mizito kwa ajili ya wale wote wanaoteseka kwa sababu ya mateso, dhuluma na ukosefu wa haki. Wewe unaona machozi ya waliodhulumiwa, unasikia kilio cha waliopuuzwa na unajua maumivu ya waliokataliwa. Tunakuomba uwazunguke kwa faraja yako, uwatie nguvu katika shida zao, na uwape tumaini katikati ya giza. Uwe kimbilio lao wakati wa dhoruba, nuru yao gizani, na ngome yao wakati wa kukata tamaa. Ee Mungu wa haki, inuka na utetee wasio na hatia. Vunja minyororo ya vurugu, uongo na uonevu inayowafunga wengi. Miminia mataifa yako kweli na huruma zako, na waguse viongozi wa dunia ili waongoze kwa hekima, upendo na uadilifu. Watie moyo wale wanaosimama kwa ajili ya ukweli, uhuru na amani, hata wanapokabili mateso. Wape watu wako nguvu ya kudumu katika imani, na wacha ulimwengu uone nuru yako ikiangaza kupitia kwao. Bwana Yesu Kristo, wewe uliyedharauliwa, ukakataliwa na kusulubiwa, unajua mateso ya wale wanaoteswa kwa ajili ya jina lako. Wakumbuke watoto wako wanaoteseka kwa imani. Imarisha imani yao, fufua tumaini lao, na ujaze mioyo yao kwa amani ipitayo akili zote. Wafundishe kuwapenda adui zao, kuwasamehe wanaowadhuru, na kuonyesha upendo wako hata katikati ya maumivu, ili uovu ushindwe kwa wema, na jina lako litukuzwe duniani kote. E hey Baba wa milele, tunawakabidhi mikononi mwako wote wanaoteswa na waathiriwa wa uonevu. Ifanye kanisa lako kuwa kimbilio kwa wanyonge, sauti kwa wasio na sauti, na taa ya tumaini katika ulimwengu huu uliojaa giza. Ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama ilivyo mbinguni. Ponya mataifa, rejesha amani, na thibitisha haki yako kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunaomba haya kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu, Yesu Kristo. Amina.